Tumemaliza sasa moja ya hatua muhimu sana katika zoezi hili. Tumewasikiliza wagombea wetu walioomba nafasi hii. Kama tulivyosema, orodha ni wanane, lakini waliofika mbele yenu ni saba. Kwa hiyo, hatua hiyo tumemaliza. Hatua ya msingi ambayo ni ya kikatiba na kikanuni ni hii sasa ya kuelekea katika kupiga kura, lakini ili tuweze kufikia matakwa ya katiba na kanuni za bunge letu, tunaomba sasa, nimtake katibu azingatie utaratibu wa kuwaita waheshimiwa wa bunge ambao wanawezekana wako nje ya ukumbi huu waweze kurejea ndani ili hatua zinazofata tuanze kuzitekeleza. Ndukatibu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba sajenti mpige kengele, na wajumbe wali... popote walipo kwa utashi wao, wanaomba waje ndani kwa ajili ya kupiga kura. Kuhusu utaratibu, mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Abdalla Mtolea uh, mbunge wa Temeke. Umesema tulikuwa na wagombea wanane na saba ndio wamepata nafasi ya, ku, ya kujieleza, na umesema wote watapigiwa kura wote wanane. Kwa nini tusipate kusomewa japo ile fomu ya huyo mgombea ambaye hajapata nafasi ya kujieleza? M mimi ni mwenyekiti wenu, msimamizi wa uchaguzi kwa zoezi hili ni katibu wa Bunge, na madam katibu yupo mi ntasema tu yale ya utangulizi kwamba tunaongozwa na kanuni e, kama mpaka tunaingia kwenye zoezi hili, msimamizi wa uchaguzi hana taarifa kuhusiana na mwombaji wa nafasi hii ambaye nilisema ambaye nilitaja jina lake, lakini hakuonekana, Mheshimiwa Hashim Spunda Rungwe, ambaye anatoka chama cha Chauma. Kwa hiyo kwa vile katika hatua hii hatuwezi kubadilisha mtiririko wa ballot paper, ile karatasi ya kupigia kura, itabidi tufahamu kwamba hali ndiyo hiyo. Hakubahatika kufika mbele yetu na wala hatuna taarifa. Kwa hiyo hali ndiyo hiyo ha, sipokuwa kama katibu na ya ziada, mwenyekiti ni sahihi Isipokuwa kwa kuwa alituthibitishia kwamba atafika, tunaomba katika kupiga kura, tunaomba mumpigie kura kama mtapenda kumpigia kura hata kama yeye hayupo. Nilitoa maelezo hayo mwanzo wakati natoa utangulizi. Tunaomba waheshimiwa wabunge ambayo ndio wapiga kura, katika karatasi ya kura mtakayoiona, jina lake litaendelea kuwepo. Kwa hiyo tunaomba mkiona inafaa mnaweza kumpigia kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kutoa ufafanuzi mdogo kwamba tuna mbunge mwenye mahitaji maalum. Tumeandaa utaratibu wake wa kupiga kura kwa maana ya kuwa na karatasi maalum ya kupiga kura, lakini pia tumeomba tumpe msaidizi ambaye atamsaidia katika zoezi la kupiga kura. Nakushukuru sana. Katibu, asante. Tufanye zoezi la kuhakiki, kujiridhisha, tuko wabunge wangapi katika ukumbi huu. Swali hili liliulizwa mapema, nikasema litafika tu, sasa ndio wakati wake. Kazi hii inafanywa sipunde, tutawajulisha idadi sahihi ya wabunge mliopo hapa. kwa misingi ya uongozi. Asante mwenyekiti, miongoni mwa wagombea, ndugu Ndugai ni mbunge na ni mjumbe kwa bahati mbaya bado yuko nje. Ningependa kujua atahesabiwa huko au ataruhusiwa kuingia ndani wakati wa kupiga kura na, nakushukuru. Nilikuwa naelekea huko, nakushukuru sana. Tulishatengua ile kanuni ya mia moja na arobaini na tatu ya kanuni zetu kwa wale ambao si wabunge, na wenyewe tungelipenda kwa sababu ya kuonekana, sio kwamba haki itendeke, lakini ionekane kwamba inatendeka. Kwao kama wagombea Mheshimiwa Ndugai ni mbunge ana haki ya kuingia humu bila tatizo, hakuhitaji kuombewa hiyo idhini maalum. Kwa hiyo naelekeza wote wakaribishwe, warejee ndani, waketi mahali ambapo wataelekezwa, ili tunapoanza zoezi hili muhimu, na wenyewe wajiridhishe kwamba akidi ipo tunapoendelea sasa kufanya shughuli ya kupata uamuzi, wakaribishwe. muda sio rafiki. Karibuni wagombea tena. Tunataka na nyinyi mshuhudie tukio hili muhimu kama wagombea, lakini nyinyi sio wajumbe, isipokuwa mgombea mmoja ambaye ni mbunge. Kwa maana hiyo hatua inayofata sasa, napenda tujiridhishe tuko wabunge wangapi humo kwa sasa hivi. Katibu.